Fursa, utashi na uhuru wa kifedha. Tambua siri ya tabia kuelekea uhuru wa kifedha. Je, unataka kujua siri kufikia uhuru wa kifedha? Kitabu hiki kitakupa mwongozo wa kina na wa vitendo kuhusu jinsi ya kuchangamkia fursa zilizo mbele yako na kuimarisha utashi wako wa mafanikio ili kufikia uhuru wa kifedha. Katika fursa utashi na uhuru wa fedha, Jacob Mulikuza anakupa maarifa na mbinu za kuboresha usimamizi wa fedha, kuwekeza kwa busara na kutumia fursa zinazojitokeza katika mazingira ya kisasa ya biashara. Kupitia uzoefu wake binafsi na ushauri aliotoa kwa watu mbalimbali, Jacob Mulikuza anafichua siri za tabia za mitazamo inayoweza kubadili hali yako ya kifedha hatua kwa hatua. Ukitumia mwongozo huu utaweza kufahamu mambo haya manne: moja, kutambua fursa za kifedha zilizo karibu nawe na kuzitumia ipasavyo. Mbili, kujenga nidhamu na tabia za kipekee zinazohitajika kwa mafanikio ya kifedha. Tatu, kuweka malengo ya kifedha yanayoweza kufikiwa na kujenga utashi wa kuyafanikisha. Nne, kubadilisha mtazamo wako kuhusu fedha, matumizi na uwekezaji. Kitabu hiki kimejaa masomo ya thamani na mifano halisia ya jinsi unavyoweza kubadili maisha yako ya kifedha. Haijalishi unatoka wapi ama unaanzia wapi, fursa utashi na uhuru wa kifedha itakusaidia kujenga njia yako kuelekea uhuru wa kifedha. Usikubali nafasi hii ipite, shika fursa hii, jenga utashi wako na chukua hatua leo.